Zifuatazo ni dalili tano ambazo zijitokeza kama mpenzi wako akupendi, na dalili hizi utazikuta mnapokuwa mna chat labda kwa WhatsApp, Facebook na kadhalika. Na dalili hizi hutokeza wazi kabisa na kuashiria kwamba akupendi tena. Karibu hatua ya kwanza ambayo jitokeza kwa mpenzi ambaye akupendi ni kwamba kila siku kila mala unajikuta wewe ndio wa kwanza kuanza maongezi. Unapojiona wewe ni wa kwanza kuanza maongezi mbele ya mpenzi wako, jua akupendi, ameanza kupoteza interest na wewe. Kwa hiyo ukimwona mpenzi wako ana wewe ndio unaanza maongezi, jua kuna kitu. Hatua ya pili, unapoanza unapo maongezi, unampata anachukua muda kujibu unaweza kuwa umemwandikia message saa mbili na yuko online unampata na kujibu baada ya masaa mawili au dakika kumi hana muda na wewe kwa ukiona hatua kama hii dalili kama hii unamwandikia message na ajibu mapema jua kwamba hana interest na wewe ama akupendi hatua ya tatu unapoona unapomwandikia message na akajibu kwa wakati ama amechukua muda na akajibu na majibu yake utaona ni mafupi. Kwa mfano, unapomwambia amwambia mambo unampata na kujibu p, kuonyesha kwamba hana muda wa kuandika neno poa, ndio maana anaandika p. Hana muda na wewe, majibu mafupi mafupi. Hii ni kiashiria njema kwamba hana muda na wewe. Kama iko na muda na wewe ataandika maneno kwa urefu na si kuandika ufupi, mfano p. Hatua ya nne nambayo ujitokeza kwa mpenzi wako ambaye akupendi ni kwamba anakuambia good night mapema sana, na kisha kuambia good night. Hii anaashiria kwamba hataji maongezi yenu endelee. Bila anahitaji usimamishe maongezi, aendelea kufanya anayoyafanya, na anapokuambia good night, cha ajabu utamwona bado ipo online, na bado amekuambia good night. Ukiona dalili ya tano ambayo inasema mpenzi wako yeye ndio kujibu ndio wa kwanza kujibu kukuongesha ama kuanza maongezi, unampata yeye ndio wa kwanza kuanza, kuanza maongezi. Na anapoanza maongezi, unampata anakuomba kitu fulani, maongezi hayo yameanza kwa kutafuta, labda iko na shida fulani ndio maana anikotafuta. Ukiona dalili hii kwamba mpenzi wako yeye, kila siku kila mara yeye aanzi maongezi, wewe ndio unaanza maongezi lakini ikatokea yeye ndo akaanza maongezi, na anapoanza maongezi anaku, anakuomba msaada wa kitu fulani, jua huyu hakupendi. Kuwa makini. Ni hayo tu nimekuletea kwa leo.